Katika maeneo ambayo tumeainisha kwamba yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani na hususa katika nyanda za juu kaskazini mashariki na pwani ya kaskazini. Lakini pia angalizo la pili uh, ni kwamba matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo vipindi vifupi vya mvua kubwa yanatarajiwa kujitokeza hata katika maeneo ambapo tumeainisha kwamba Uh, tunatarajia mvua zitakuwa za wastani kwenda chini ya wastani, bado matukio ya hali mbaya ya hewa tunayatarajia. Kwa hivyo ni vizuri na ni vyema wananchi, tukaendelea kufuatilia na wadau wote, taarifa ambazo zitakuwa zinatolewa kila siku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Sasa ufuatao ni uh, ushauri na athari athari ambazo tumeziainisha na ushauri ambao tunatoa kwa sekta mbalimbali zikianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, uh